Shalom mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Karibu tena mwana wa Mungu katika kipindi cha Singing In The Spirit, kipindi ambacho kinakuletea habari njema za Yesu Kristo, kipindi ambacho kinakufunulia uzuri wa Roho Mtakatifu na karama zake. Mwana wa Mungu, siku ya leo nina habari njema kabisa, kwamba tunamshukuru sana Mungu Baba tangu mwaka jana, tarehe moja mwezi wa sita mwaka 2024 ndipo ambapo kipindi hiki kilianza rasmi kurushwa on air, kuanza kurushwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia katika televisheni yako pendwa kabisa ya Sonship Spirit TV. Nasi tunapenda sana kumshukuru Mungu Baba kwa ushirikiano wako pia. Mwana wa Mungu, tunakupongeza ambayo umekuwa pamoja nasi kuanzia mwaka 2024 mwezi wa sita tarehe moja mpaka sasa hivi ambapo tunahitimisha mwaka mmoja. Hakika ni shangwe, ni furaha ni kicheko ndani ya ya Roho Mtakatifu, ni furaha katika Roho Mtakatifu. Kuona tumetimiza mwaka mmoja wa uaminifu wa Mungu Baba, hakika napenda kusema kwamba happy anniversary familia nzima ya Singing In The Spirit duniani kote, tunamtukuza sana Mungu Baba kwa ajili ya uaminifu wake, kuona hakika tumetimiza kipindi cha mwaka mmoja. Tumeona uaminifu wa Mungu Baba, wana wa Mungu wamezaliwa ndani ya, ya, ya ya ya ya, ya kipindi hiki cha Singing In The Spirit. Lakini pia watu wamenena kwa lugha mpya katika jina la Yesu, lakini pia tumeona watu wamepokea uzima, watu wamepokea wokovu, tumehubiri habari njema katika kipindi hiki, watu wamemfahamu Kristo. Hakika imekuwa ni shangwe, ni furaha, ni amani na ni ni habari njema katika mwili wa Kristo, kuona Bwana ametupatia hii platform na sisi hakika tunamshukuru sana Mungu Baba kwa uaminifu wake. Nimejawa sana na furaha ndani ya moyo wangu nijawa sana na kicheko ndani ya moyo wangu nikimshukuru Mungu pamoja nawe mpenzi mtazamaji na mpenzi na mwanafamilia pia wa Singing the Spirit katika majira haya tunapomwadhimisha Mungu Baba kwa uaminifu wake wa kipindi cha mwaka mmoja wa Singing In The Spirit on air. Hakika Mungu ni mwaminifu sana, nami napenda kumshukuru sana Mungu Baba na nikiwa katika maombi ya kumshukuru Bwana alimpatia neno kutoka Isaya sura ya kumi na mbili mstari wa pili ningependa tulisome pamoja mwana wa Mungu, neno hili la Mungu Baba, Isaya 12 mstari wa pili tu. Neno la Bwana linasema, tazama, Mungu ndiye wokovu wangu, nitatumaini wala sitaogopa, maana Bwana Yehova ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Haleluya, namshukuru sana Mungu kwa neno hili, hakika nami Bwana aliponipatia hili neno, nami nikaona hakika Mungu amekuwa wimbo wetu. Tumekuwa mashahidi, tumeimba katika roho mahali hapa. Mungu amekuwa wimbo wetu, Mungu amekuwa nguvu zetu, Mungu amekuwa uokovu wetu katika kipindi chote hiki cha mwaka mmoja tumeshuhudia haya yote yakitokea ndani, yametokea ndani ya familia hii ya Singing In The Spirit. Hakika Bwana ni Yehova kama neno linavyosema, maana Bwana Yehova ni nguvu zetu, Bwana ni wimbo wetu, Bwana ni uokovu wetu, nasi tuna mtumaini na wala hatutaogopa chochote. Basi nipende ni, ni kutia moyo mwana wa Mungu ambao unaendelea kutazama na kufuatilia kipindi hiki kwamba hakika Mungu ni nguvu zako, Mungu ni wokovu wako, Mungu ni wimbo wako, nasi tutaendelea kusonga mbele, tutaendelea kumtumaini, wala hatutaogopa chochote kama ambavyo neno ambavyo Bwana ametupatia katika Isaya sura kumi na mbili mstari wa pili. Namshukuru sana Mungu Baba kwa ajili yako, moyo wangu umejawa na shukrani sana na kuombea sana mwana wa Mungu. Hakika na mimi na wewe umejawa na shukrani na furaha wote tuzidi kusherehekea kwa pamoja. Ni ushuhuda huu kwamba hakika Mungu amekuwa mwaminifu. Mungu ambaye amekuwa mwaminifu tangu vizazi na vizazi ndiye Mungu ambaye amekuwa tena mwaminifu kwetu, nasi tunaamini Mungu aliyeanzisha hii kazi njema ndani mwetu ndiye Mungu atakayeitimiza mpaka siku ya Kristo Yesu. Hakika tunamshukuru sana Mungu Baba na kupongeza sana mwana wa Mungu na kutakia sherehe njema hizi ambazo tunaendelea kumsherehekea Mungu katika Roho Mtakatifu. Endelea kumtukuza Mungu Baba kwa ajili ya madhabahu hii ya Sonship Spirit TV lakini endelea kumtukuza Mungu Baba kwa ajili ya kipindi hiki cha Singing in the Spirit ambacho kinakuletea habari njema za Yesu Kristo katika kila siku ya Ijumaa saa kumi na mbili na nusu asubuhi katika madhabahu hii ya Sonship Spirit TV na katika mitandao yote ya kijamii ambapo mnatutazama. Hakika tunamshukuru Bwana, tunaungana pamoja nawe mwana wa Mungu kumshukuru Mungu Baba kwamba hakika Mungu ni mwaminifu, nasi tumeuona uaminifu wake tangu mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka tunaposherekea happy anniversary, nasi tunasema Mungu ni mwaminifu sana. Nikutakie happy anniversary, Singing in the Spirit, familia ya Mungu duniani kote. Hakika Mungu ni Bwana. Shalom, shalom.